Waganga ukipiga bumbuazi la moyo, anaanza kuropoka, mimi ndio nilikuwa nakuroga. Hilo ni bumbuazi la moyo, amen. Mimi ndio nilikuwa nakuendea kwa waganga kwa. Ukipiga bumbuazi la moyo, wanaanza kuropoka, unaanza utaelewa kwamba kumbe ni wewe kwa wewe. Utaamua sasa, unapiga bumbuazi la moyo, aropoke vyote alivyochukua, aropoke mada alipopeleka jina lako, aropoke mada alipopeleka picha yako, unapiga bumbuazi. Haleluya! Haleluya! ukichaka vuruga, fahamu piga kwa wazimu, ni Biblia imesema, nitakupiga kwa wazimu. Haleluya! tunaachilia wazimu ili wasikufuatilie tena, yapige wazimu hayo mapepo. Bwana Yesu asifiwe, achilia majipu, acha wajikune, ondoa fahamu zao, weka hata za nguruwe kichwani. Haleluya! weka hata fahamu za ng'ombe, weka za mbuzi akija ye ni nimee, hakuna kufuatilia mambo yako. Yesu asifiwe, haleluya. Tuko tayari kuachilia adhabu. Tumesema leo ni siku ya kuhitimu vita, lazima tuachilie adhabu zote sawasawa na Wimbo Ulio Bora tatu, ule mstari wa nane, anasema: wamemaliza kupigana, ame wamehitimu vita, wamemaliza kupigana, wameweka mapanga yao wapi? pajani. Leo Ijumaa tunahitimu vita. Tunapokuja hapa mbele za madhabahu ya Bwana na makuhani wako hapa, tunaenda kuimaliza vita iliyojirudia mara kwa mara. Amen, tunapeleka adhabu kwa jina la Yesu. Amen, wewe unataka uwapige kwa kwa adhabu gani? Zote yani, awe wazimu, awe na vipere, awe na majipu <laughs> haleluya, achanganyikiwe yani vyote, mpe. Bwana asifiwe <laughs> Tunatoa azabu wazimu ni wakwake. Amen, bumbuazi la moyo aseme, alikoficha mali zako piga bumbuazi, alopoke alikoficha kipawa chako. Bumbuazi la moyo lina wausu leo kwa jina la Yesu, haleluya. Sema, Bwana Yesu niko mbele zako, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu asubuhi ya leo ufahamu wa adui unaopanga ratiba na mikakati kwa ajili ya kuharibu maisha yangu, leo hii ninavuruga ufahamu wao, ninavuruga ufahamu wao, hao wachawi, hao waganga wanaokaa na kunijadiri leo hii, na vuruga ufahamu wao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hawatapanga tena, hawataweza tena kupanga mabaya juu ya maisha yangu. Na vuruga fahamu, navuruga fahamu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninawapiga kwa bumbuazi la moyo, ninawapiga kwa bumbuazi la moyo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, cho chote walichokifanya kwenye maisha yangu leo hii, hilo bumbuazi naliachiria kwao, naliachiria kwao, lazima waseme, lazima waropoke, walipochukua hatua zangu, walipopambana na rango rangu, leo hii nawapiga kwa bumbuazi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.